Nilikopa karibu milioni nne nikawa nimeumaliza, na hata hivi nikawa nimeomba tena kwenye mkopo wa shilingi milioni kumi. Mpaka sasa tumelipa kiasi cha shilingi milioni tano na laki tatu bado tunadaiwa milioni nne na laki saba. Tunasomesha watoto wetu kupitia hiyo hela pia tume tunalima vizuri, tunakula vizuri, hatuna shida. Tunashukuru pia serikali imeweza kutubusti, kutupa mkopo wa fedha wa milioni 21 ambao umetuwezesha kufikia hatua hii tuliyokuwa nayo, na tuna malengo ya mbele zaidi sisi. Kwa maana ya mkopo, tumekopa milioni hamsini, lakini manufaa ambayo tumeyapata mpaka sasa hivi ni kuajiri vijana vijana wenzetu pamoja na akina mama. Hii ni Kongwa. Mikopo ya asilimia kumi inatolewa na halmashauri ya wilaya ya Kongwa kwa makundi ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu, hakika imeleta matokeo makubwa. Ni katikati ya nchi kilipo kitovu cha Tanzania katika halmashauri ya wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma, kwenye uongozi wenye sura ya utawala bora na dhamira ya kweli ya kuboresha maisha ya wananchi, hasa kwa makundi ya wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka mkazo na mikakati imara katika uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mojawapo ya mikakati hiyo ni mpango wa utoaji mikopo ya asilimia kumi kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri yanayolenga wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mpango huu si tu unatoa fursa za mitaji pia unaleta matumaini na mabadiliko chanya katika jamii, na kuchochea wazi na uwajibikaji katika kutenga na kutoa mikopo hii na kupunguza upotoshaji au taarifa zisizo rasmi katika jamii. Halmashauri ya Wilaya ya Kongwa imekuwa mfano wa kuigwa katika utekelezaji wa mpango huu na kudhihirisha namna sera za serikali zinavyoweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja. Makala hii inachambua na kuangazia kwa kina utekelezaji wa mpango huu katika Halmashauri ya Kongwa na namna unavyowezesha makundi haya matatu muhimu katika jamii. Mimi nilijihusisha mkopo wa walemavu. Kwa hiyo mkopo ule nilikaa nimeumaliza mkopo wa kwanza nilikopa karibu milioni nne nikawa nimeumaliza, na hata hivi nikawa nimeomba tena mkopo nikawa nimepata milioni kumi. Sisi ni moja kati ya wanufaika wa mkopo wa halmashauri, tulipata kiasi cha shilingi milioni kumi na kwenye kikundi changu tupo watu kumi tulipata fedha hiyo kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Tumelima nyanya, tumelima matikiti na zingine bado tunapanda. Tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia, make mwanzo hatukuwa na maisha kama hayo, tumebadilishwa tupo vizuri kiuchumi, tunasomesha watoto na mahitaji mengi hayatusumbui nyumbani. Sielewi wenzangu, tulikuwa tumechukua wote, hawajamaliza mpaka hivi lakini mimi nashukuru Mungu, nilifanikiwa kumaliza na ndio maana nikawa nimechukua mara ya pili. Kabla ya kupata huu mkopo, tulikuwa tuna maisha ya kawaida, lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu, tumepiga hatua. Tunaweza kusomesha watoto, tunaweza kukidhi mahitaji nyumbani, na bado tumeweza kutafuta wenzetu kwa ajili ya kuajiri kutusaidia shughuli ndogo ndogo bustanini. Pia tunaipongeza serikali kwa kuendelea kutu tupa matumaini kwamba tutakapokuwa tumemaliza marejesho tutapata mkopo mwingine tena ambao utatuwezesha kupata kisima cha maji, kwa sababu huduma tunaitumia hapa vidogo vidogo muda mrefu, ni visima vidogo ambavyo vinatupelekea kazi inakuwa nzito, tunahudumia kwa muda mrefu kwa sababu maji ni machache. Kwa hiyo tutakapokuwa tumepata mkopo unaofuata basi tunategemea kwamba tutachimba kwa kisima cha maji kwa ajili ya kupata maji mengi zaidi ili kufanya kilimo hiki kwa chepesi zaidi. Tunafanya biashara ya mamalishe katika kikundi chetu kwenye mataasisi mbalimbali tulipewa mkopo wa milioni kumi na mbili kwenye asilimia kumi na sasa hivi tunaendelea vizuri na kazi zetu, hatuna shida kwa mpaka sasa hivi. Tuna kuku elfu mbili ambao kwa siku wana, wanazalisha tei arobaini na tano pia tunapata mashamba labda tutakavyoingiza faida, mtu mwingine anaweza, kwenye mgawanyo wetu tunapata pesa tunagawana mwenye kupenda akanunue shamba haya, mwenye kupenda akanunue kitu chochote anachokihitaji kwenye mgawanyo wa ile pesa kwao. Matarajio yetu ni kwamba ni kuendelea kuwa na ufugaji na uweza kutanua mradi, na kama mnavyoona pia kuna mabanda ambayo tuna, tunaendelea kuyajenga, na matarajio yetu ni kufuga kuku kuku elfu tano na kuendelea. Tuliingia kwenye fursa ambayo ilijitokeza na halmashauri yetu ya wilaya ya Kongwa tukaomba mkopo wa shilingi milioni ishirini na mbili na tulifanikiwa kupatiwa huo mkopo wa shilingi milioni ishirini na mbili ambao umetusaidia kama wanakikundi kuendeleza mradi wetu. Tuliomba mkopo halmashauri, tukapewa awamu ya kwanza milioni tano, tukaitumia tukarudisha kwa wakati. Tukaomba tena mara ya pili, tumepewa milioni kumi kikundi chetu kinajishughulisha na shughuli mbalimbali, lakini shughuli kubwa, shughuli mama ni uzalishaji wa tofali za blok na kuuza. Pia tukimaliza huu mkopo tuombe zaidi ya hapo ili tuongeze, tuongeze biashara yetu iwe kubwa zaidi, kuwa kikundi chetu tulifanikiwa kujiongezea kipato kama wana kikundi binafsi pamoja na kikundi kwa ujumla. Kwa hiyo wanakikundi tumenufaika mpaka sasa kwa asilimia kubwa. Tumeweza kuinua vipato vyetu binafsi kama wanakikundi, ikiwemo kusomesha watoto na mahitaji ya familia zetu yamekuwa yanapatikana kwa wakati na kwa ubora zaidi. Tumeweza kufungua biashara katika kikundi chetu, tuna biashara zifuatazo: kuna maduka ya nguo yapo mawili, kuna duka moja la vyakula kuna duka moja la miamala na stationery moja nilikuwa na biashara ndogo ndogo nikaja nilivyosikia mkopo unatolewa watu wenye ulemavu nikawa nikaamua kuja halmashauri ya Kongwa kuja kuchukua mkopo ili nikuze mtaji wangu niandika mkopo wa, wa milioni mbili kanua alizeti nikakamua nikamaliza ule mkopo wa mara ya kwanza faida niliyoipata nirekebisha nyumba yangu. Kutokana na kupata mkopo ambao tulipewa, tumenufaika kwa kulima mazao tofauti tofauti yakiwemo mahindi pamoja na nyanya, vitunguu. Nikaandika tena mradi wa mara ya ma pili alizeti kununua na kukamua mafuta, na mpaka sasa hivi naendelea narudisha marejesho kama kawaida, nia na mazumuni kili mahitaji ya watoto wangu, hapo nipate mtaji mkubwa ili niweze kufanya mambo mazuri. Manufaa ya mkopo huu kwa mwanakikundi mmoja mmoja ni kufikia malengo ya kila mwanakikundi mmoja mmoja, ambayo kila mmoja anakuwa na malengo yake. Kwa jina naitwa Debora Boma, natokea Kibaigwa, ni mwanakikundi wa kikundi cha Nyemo. Kikundi cha Nyemo kinajishughulisha na ufugaji wa samaki. Kikundi cha Nyemo pia kina idadi ya watu tisa ambao hiyo idadi tulinufaika na mkopo wa asilimia kumi katika wilaya ya Kongwa. O, tukaona kila mwanachama awe na, na kuku mia mbili kwa ajili ya kama tutaweza labda kuwa na mafuta hayajaenda au soko halipo, tunaweza kupata tena sehemu ya kuchukua hela ili kuweza kurejesha rejesho letu fedha ambazo zinatolewa na, na halmashauri kwa ajili ya kuwakopesha kina mama na vikundi mbalimbali vina, vina, vina inasaidia kufikisha huduma mbalimbali kwa mfano mafuta haya yanatumika kwa jamii nzima kwamba wananufaika kutoka na hiyo mikopo. Huu mkopo wa asilimia kumi kwa wanakikundi tulipata shilingi milioni 30. Hizi milioni thelathini tumezipeleka katika ufugaji wa samaki na pia kukamua mafuta. Viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kongwa wanaeleza mipango na mikakati yao juu ya mikopo hii. Pamoja na yote hayo, wanaepuka vipi malalamiko na kuhakikisha wananchi wote wananufaika na mikopo hiyo bila upendeleo? Kuna vikundi ambavyo vimepewa mpaka milioni 50 na zaidi, na vingine vimepata vikundi vya walemavu. Tunaanza kuona tija na urejeshaji. E, baada ya utaratibu mzuri kuwa ume, ume, umewekwa e, tunaanza kuona utaratibu mpya ambao serikali imeuweka umekuwa na manufaa makubwa, hata manung'uniko yamekuwa si makubwa sana e. Hapo kabla kulikuwa kuna lawama za hapa na pale kuona kwamba kuna watu wanapendelewa labda e, watoto wa madiwani, watoto wa wenye vitu vya vijiji na watu wengine, kulikuwa kuna hisia hizo kwamba wanapendelewa kupata hii mikopo lakini baada ya maboresho ya wakati huu serikali imeweka maboresho ma mazuri na yenye tija e, mikopo hii sasa hivi inapitia utaratibu ambao hautoi nafasi kwa namna yoyote e, kuhisi kwamba kuna kundili, kuna mtu ama kikundi kimependelewa kime e, kama e, kwa utaratibu uliopo sasa hivi ili mwananchi ama kikundi kiweze kupata mkopo Eh, lazima mchakato mzima utapitia kwenye kamati karibia nne. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kongwa, ndugu Omari Nkulo, anatupa picha halisi ya mikopo hii sambamba na idadi ya vikundi vilivyokopeshwa na kiasi cha fedha kilichotolewa kwa wanufaika katika halmashauri ya wilaya ya Kongwa kwa mwaka wa fedha 2024 2025 Tumetoa jumla ya fedha kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni hamsini na mbili kwa vikundi mia moja na mbili katika mchangano ule ule wa asilimia nne kwa maana ya zimeenda kwa wanawake, asilimia nne zimeenda kwa vijana na asilimia mbili zimeenda kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo vikundi mia moja na mbili ndivyo ambavyo vimepokea fedha na fedha hizo zimetolewa katika katika awamu tatu, kwa utaona kwamba kuna vikundi ambavyo vilipata awamu ya kwanza vimeshaanza kurejesha na vile vikundi vilivyopata awamu ya pili pia vimeanza hivi. Awamu ya tatu bado havijaanza, na viko kwenye ule utaratibu wa uangalizi. Na kiutaratibu hii mikopo kipindi cha uangalizi ni, ni, ni miezi mitatu, kwa hiyo utaona kwamba vile ambavyo vimepokea mwishoni hapa bado vipo kwenye uangalizi katika fedha ambazo tumezikopesha hizo bilioni moja na milioni mia hamsini na mbili tayari zimerejeshwa milioni mia mbili hamsini na sita Kwa hiyo tunaona kwamba kuna, kuna milioni zaidi mia saba, mia saba tisini na sita bado hazijarejeshwa na hizo ni kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo kwamba bado kwenye kipindi kuna wengine hapo kipindi cha uangalizi, lakini wengine bado kwenye kipindi kile cha mwaka mmoja wa kurejesha, kwa sababu muda wa marejesho ni, ni mwaka mmoja, kwa maana miezi kumi na mbili. Mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kongwa Bi. Pascalina Duwe anaeleza utaratibu unaotumika hadi kuhakikisha mikopo hii inawafikia wananchi. utaratibu unatotaka, kabla ya yote kwanza, kupitia maafisa maendeleo ya jamii tufanye uhamasishaji kule kwenye jamii, ngazi ya vijiji, ili tuweze kupata vikundi sahihi kwa mujibu wa maelekezo ya kanuni za utoaji wa mikopo, na vikundi vile vinatakiwa kusajiliwa kwenye mfumo unaoitwa Wezesha, na baada ya kusajiliwa wenyewe wataomba kupatiwa mkopo, na baada ya kusaidiwa na maafisa maendeleo ya jamii kwa kuandaa maandiko ya maombi ya mikopo, basi baada ya pale watatakiwa kuingiza yale maombi kwenye mfumo wa Wezesha poto na maombi yale yatajadiliwa na kamati za mikopo ngazi ya kata, na basi yale mapendekezo yote ya kamati yataingizwa tena kwenye mfumo na kuwasilishwa ngazi ya halmashauri. Baada yale maombi kupokelewa ngazi ya halmashauri, basi halmashauri na yenyewe itachakata kupitia vikao ambavyo vime vimeainishwa kwa mujibu wa mwongozo na vile ambavyo vitakidhi vigezo atakiwa so, kwenda kuvifanyia uhakiki wa kina kujiridhisha kwamba kweli ile taarifa ambayo imeandikwa ngazi ya kata ni sahihi na ni vikundi ambavyo vinakidhi vigezo. Basi baada ya hapo, vikao vya management vitafanya uh, maazimio kwa kuhakikisha kwamba makundi yale yote matatu yanazingatiwa kupatiwa mkopo kwa mgawanyo wa asilimia 4 vikundi vya wanawake, asilimia nne vikundi vya vijana na asilimia mbili kwa vikundi vya watu wenye ulemavu. Je, divisheni ya kilimo ya halmashauri ya wilaya ya Kongwa inafanya nini kuhakikisha wanufaika wa mikopo hiyo wanafanya vyema kwenye kilimo? Kuna timu ambayo inafanya ufuatiliaji kila mara kuona shughuli za vikundi kama vinatekeleza kulingana na namna ambavyo viliomba. Ofisi yangu kwa kushirikiana na idara ya maendeleo tunachambua kwa kikamilifu kuona mradi ambao umeombwa, je, una aksi malengo ya wilaya hii. Ni almashauri ya wilaya ya Kongwa ilipoandikwa historia mpya ya mafanikio na kuwatoa wananchi wake katika giza la ukosefu wa ajira na kuwapa heshima ya kujitengenezea kipato cha kujitegemea. Hakika Kongwa ni fursa isiyo na mipaka.